Azizi, unajua kesho kuna mambo haya, mambo mawili. Moja, siku ya Valentine, na kama haitoshi, kesho ni siku yako ya kuzaliwa. Unakumbuka? Siwezi kusahau siku yako ya kuzaliwa, mpenzi wangu, iko kwenye akili yangu siku zote alafu ukizingatia nadondokea siku muhimu sana, siku ya wapenda nao, siku ya makopa Hello. Yani ni vikopa <laughs> kwa jumla ni kwamba na furaha sana kuhusiana na, na uspeshi wake yani, inaambia nielezee nah. Ile wewe ambavyo nakuwa na furaha sana nashindwa sana kuelezea na nikisema nielezee basi tenzi na vitabu vingi sana vitajaa kuhusiana na upendo nao, azodi spesho kwa ajili yako zawadi special. <laughs> Eh, mahususi kwa ajili ya kuongeza. Sio tu, nimeletea chupi. Ndio zawadi hiyo, nimekuletea chupi. Ndio hiki ni kifuniko cha asali. Kwa hiyo haujaziona? elfu mbili kumi na saba huko zimetoka. Wewe usini mletee umeletea hii, haujaviona viwanja huko wanatangaza, kwa sababu ni mzawadi bibi wangu mnletei au uyaoni magari? Yani, mm, chupi, unaletea chupi, ndaka chupi eti. Mbona unanifanya nioni kama vile zawadi iliokuletea, ina maana unanifanya mwe wangu uhisi kwamba sina thamani hata kwa kidogo ambacho Mpenzi wangu, mbona unanifanya nijioni kama sina thamani ya upendo kwako? Kama sina thamani yote kwako, nimekuletea kitu kidogo, lakini kwangu ni kikubwa, kwa sababu ni zawadi mahususi kwa ajili ya Valentine mke wangu. Lakini sio hivyo tu, pia ni mahususi kwa ajili yako mke wangu, ila naomba tuweze kupokea kwa upendo na huba. Upokee hiki kidogo mke wangu, nakupenda mpenzi wangu.

Kwa hivyo nikaanza kumuuliza wewe, mimi kwani nimekwambia na shida na chuki, sijui unarikishia, sijui penzi letu ndio umedikishia samani ya sii na nini? Nikamwambia baba, hauoni wenzio huko mitandaoni wanawapa wapenzi wao ma iPhone iPhone kumi na saba, magari, viwanja, unaniletea chupi? Kalalamika pale. Nikamwambia baba, mimi siwezi nikaituka pale, nikaondoka zangu zanu. Uu, ndugu wangu, mikiasiku nakwambia bwana, yule sio bwana Hivi Valentine wengine mama wanaletewa vifunguo. Hivi ina nini? Shoga yangu, na urembo huo na uzuri huo, wewe unaletewa chupi? Unajidhalilisha, shoga yangu, sababu unachusha brand. Wenzako wanaletea magari. Basi akuletee kifungua basi kasha ya nyumba. Basi hata kinaninginia, shoga yangu, aletee chupi. Ah, yule bwana sio bwana, shoga yangu, achana naye. Sasa hivi tu vitu vya samani. Chupi, kichupi chenyewe utachukua wapi, utashinda nacho.

mimi nitaosifia atapendeza, ila leo yaani, unajua nimechafuka, yani ukusuria kwa bwana chako huyo, ili achana na yani, hata siku mize huko tunakokwenda, ndio kila kitu kipo, utake nini mama, yaani hata ukitaka ndege utaletea. Mm, wewe utafanya, vaa pendeza tu, pia mama, vaa kiatu kizuri, bandika kopezako vizuri, kila kitu kipo, lele lele, kama unavyojua sio mbovu. Halo,

Naambia ndugu yangu, bwana be, naona ndugu yangu naomba unishauri. Mi jana nimemletea mke wangu zawadi mahususi kwa ajili ya Valentine, lakini cha ajabu amecrashi ile zawadi. Umeona kama haitoshi, ananiambia anataka iPhone au kiwanja au gari ndo iwe zawadi. Oh, nisikilize bwana bwanae, unajua labda unaweza ukawa umepotea katika kamuda ka kumpelekea zawadi, tunaelewa vizuri uh -huh. Wewe unaweza ukawa unatumai kuwa utamkuta kwenye furaha ili furaha iendelee kwa kuikaribisha hiyo Valentine chelewa, lakini kumbe yeye yuko kwenye uzuni wa kajambo kengine, hana gauni sielewa vizuri kwa, labda wakati umepotea kidogo, ndugu yangu mimi. Eh, labda utafute wakati mzuri. Ushaelewa vizuri, vile vitoto bwana ndo tu vinatupa furaha ndugu yangu, naelewa kwamba <laughs> wanatupa furaha lakini, aina ya furaha ambayo mi kiukweli najaribu kuifikiria, sijiliv, nilijifikiria nikajipapatua, nikaona ninunue zawadi nimpelekee, kufikisha zawadi imekuwa tena tatizo. Kweli nimemnunulia kifuniko cha asali. Hmm? Iwe mahususi kwa ajili ya Valentine. Nisikilize ndugu yangu, unajua hawa wanawake ni watu ambao wanaishi kulingana na mazingira na ka kalne ka sasa kamepanda gharama. chelewa vizuri ndugu yangu, nakuelewa hey. Wewe unaenda ukaenda wakati ambao unahisi huu ni sahihi kuwasili kwake kwa kile ulichokiwasilisha, yeye akakiona kidogo, akatafuta sababu sijui, mm. Unaelewa mm. Kwa wanawake wana tabia za kubadilikabadilika kama kimulimuli mm. Sijui unanielewa ndugu yako, kwa, kwa sisi ni kushauri kwamba usikate tamaa na nitajitahidi sana kufanya kazi ili tuweze eh, lakini usikate tamaa unajua bwana. Iya, iya, iya, iya. Basi wanawake, basi haina noma. Haya, mimi nashukuru sana kwa huo ushauri, nitaufanyia kazi, kwa maana ni ushauri ambao unanifanya nieleweza zaidi kuhusiana na mahusiano yangu uke, kwamba ni Valentine. Sawa bwana, mambo ya upendo <laughs> <laughs> hey, tiga,

Najua nimekukosea, zile zote zilikuwa ni hasira tu. Msamaha, lakini... simu yako inaita, inaita na mute no. Okay, that's Sawa hapo, si unajua kesho birthday yangu? Ndio, nakumbuka. Basi poa, nitakupigia baadaye.

yaani mambo ni mengi sana, yaani unajua so, ya tena pilika pilika za Valentine, yes eh? nakumbuka iye janiingia akilini au unanicrash? Kwa sababu nilikuletea zawadi ya kifuniko cha asali, kwa hiyo hata hii unaitumia kama nafasi ya kuikrash tena itokowao amna. Okay, amna shida. Kwenye pati kutakuwa na wanawake tu au takuwa na wanaume? wakina Recho na wajua, ndo maana nakuuliza. Hakuna wanaume kwenye hiyo pale kabisa? Basi sawa, kama una uhakika itakuwa ni pati ya wanawake tu, sawa, nenda. Haya, yes. Safi za siku bora, ah, hata nimekuona. Unajua nimeharifiwa kwamba kuna kuna pati ambayo umeandaa, kwa sababu nitaka nimwandalizie ah, tafrija kidogo au kisherehe kwa ajili ya birthday party lakini pia Valentine Day mikona, ah, nimuunganishie, nimfanyie sherehe, lakini gafla kanambia kwamba ah, nisifanye hivyo tayari wewe hapo, wewe umemwandalizia sherehe kuna ukweli hapo? Ni kweli shemeji yangu kuhusu swala pati, mmm, wewe hata usijali. Mmm, yule sasa yeye rafiki yangu, alafu mm, mtu nimempenda mmm mm hivyo mm, mm -hmm, nimemwandalia kumfanyia kipati kidogo kidogo hivi mm. Umeona na kuhusu gharama mm, yeye shemeji yangu, hata usijali, gharama zote nitazibeba mimi eh, maana hivi karibu nimevunja kibubu changu, aah, naweka kibasi kidogo mm, kwa ajili ya maji kabisa. Okay, Kusu, basi kama ni hivyo, hakuna matata, kwa sababu ni jambo la heri. Madam aliniambia akaniomba nikauliza, hiyo pati hiyo inaandaliwa na marafiki yako, tukio ni wanawake tupu au kuna wanaume pia? Akanambia ni wanawake, nikasema basi nenda uko free. so, shida Hapana, shemeji yangu, yani ondoa shaka kabisa. Kusio, kama mwenye ni shemeji yako, nampenda sana rafiki yangu. Hivyo tutakuwa watatu, tutakuwa mimi, tutakuwa yeye eh, na rafiki yangu mwingine anaitwa Besa. Ah, ah, okay. yeah, anampata eh, na Besa, kusio, kusio Besa. Kwa hiyo hata sije kusio, shemeji yangu Besa naye kapotea, yani <laughs> anaenda chuo paka mambo mengi, hivyo ndio karudi kwa sababu ya likizo yake, nadhani tutakuwa naye ah, okay Samani, hmm. Unajua shereji, sina hata namba zako mungu eh? nisaidie mawasiliano yako ili kusudi. Unaweza kuwa na namba zako tu. Sawa so, nitakutajia, andika, hamna haja ya kutaja, nipe tu simu ili niweze kuandika. Okay, asante haya, basi sawa, tawasiliana hamna shaka. Mimi ngoja ni wewe nyumbani kwa sababu muda kidogo umeenda. Ameenda wacha nikamwone bibi yako sshinoangnka naelekea hivinaekahbasi shinajikwael Hey, nambie bebi, safi. Mi niko poa ah, we kuhusu pate sijali, na kesho. Kesho tutakaa wote tutashinda, yaani tutashinda pamoja, hey. Hamna sitoondoka, tutalala wote usijari mi nitaongea naye usijari. Ah, nazani naweza kanisumbua, mini taa nikushida. mi nipo tu nimekaa kaa zangu hapa nje iy katoka katoka mamaanza awo, ah, usiofu nazani naweza kanizuia, nishamuomba hapa kakubali maa si nilimdanganya nikamwambia kwamba tunatoka na mashule zangu, e, yani pati itaenda eh, uh, yaani yani, e. <laughs> Usijali, mambo yaatenda vibaya, pati itaenda vizuri tu e, usijali usi haya ah, basi baadaye nambi dali sana. <laughs> Nji yanimufanya nimefika mifika nikaketi hapa muda nikaa hapa, napunga punga upepo. Si unajua ndani joto hivi, unapunga upepo. Mi nikahisi kwamba usoja hapo kuna bustani, unaweza ukaa kwenye shamba shamba hapo, ukaa unapata upepo mzuri. Ndio ukae nje huko kabisa, mke wangu ah. Muda mwingine na, na badilisha badilisha tayari. Haya, ndani kosho na hivi vifuka hapa alafu

tafanyika jioni, afu naona nitachelewa kutoka, ntachelewa kutoka. Unajua mambo anaanza jioni kwenye pati hizi, afu kule mbali kidogo. ah. mm -hmm. Kongona nakwambiaje? mm. Mi sitorudi nitabaki na kina Recho, nitalala kwake. mm -hmm. Mimi hapa sitorudi, nitabaki na kina Recho, maana kule unajua usiku usafiri wa shida Sitaki kukusumbua, najua utakuwa umechoka, wanza mesata tena koo, nitabaki kule. Kwa maana hiyo, kwamba unaniambia utalala kwa kina Recho, sindio? Hivi ndio, badala ya kuja kulala na mimi mme wako, sindio? Sasa mme wangu, utachelewa kutoka hata kama utachelewa kutoka, lakini mimi ndo mme wako ambao napaswa kulala kwangu, amnahapa kwetu huyu eh? Unaniambia kwamba utaelaarahivinakuelika jaribu tu kufikiria, ina make sense. Nitatoka muda umeenda, umeendaa usafiri utakuwa washida, mji huu usafiri upo masaa 24 eh? Unaweza kukurequest ah, naweza kukurequestia, lakini pia naweza nikakumwagiza boda.

mahazizi wangu magwe yeah. Tafadhali naomba niletee viatu maana na hii nimesahau sina simu ila simu naye uh, kukaa nyumbani na hii Valentine ni jambo zuri zaidi, lakini nataka kidogo ah, nitoke niweke mazingira safi kabisa. Surprise <coughs> gani tena, nataka nikupikie. mm -hmm. Ule alafu kumaliza kula ule ulete marahaba. Yani unataka nile, alafu nile tena ndo nitokeka? <coughs> Okay, kanoni mekuwa gafla bwana, mambo ya kjuinavokupenda ni <coughs> nakupenda. Yani unajua baadi livo yani ndo jinci ndio nduku kwako Mke wangu Margaret, Magi. Nafahamu fika kumbe unapenda na upendo wako ni kama kina kirefu cha bahari. Lakini nitakataa vipi kula? Alafu nileteni. Alafu nileteni. Sasa ili mimi nile, alafu nikala yeah, tena inabidi unapikie dona, yani tikie dona na dagaa wa kurumangia, ili nishibe dona. Nilisha shiba dona, ndo naweza nikala tena. Basi nakupikie ule tena.